Strikers zina nyumbani akaazimisha sare ya bao za bila kufungana na hatimaye kuweza kupita kwa jumla ya aggregate ya bao moja kwa moja wakiwa na faida ya goloini. Kumbuka mchezo huo utapigwa katika uwanja wa timu wa taifa Malawi, Bingu National Stadium huko Lilongwe nchini Malawi. Kumbuka mchezo huo ni mchezo mkali k kujia kwa kwa sha kwamba utapitwa na matukio yoyote ambayo yataendelea katika mtanange huo ambao utapigwa kuelekea katika mchezo huo wa kwanza kabisa, ni mchezo kabisa ambao ikumbuke ya timu ataka kupata matokeo ashiniisha kwamba katika mchezo wa marejeano basi mambo ambayo yanakuwa mazuri kwa upande wao na hawataweza kupoteza ama kufungua eh, katika kuhakikisha kwamba eh, wanapata matokeo ya moja kwa moja. Kumbuka mshindi wa matokeo ya jumla hapa sasa atakuwa alifanya matafuzo moja kwa moja kuelekea katika hatua ya makundi ya michuano hiyo ya Ligi ya Mabingwa Barani Afrika. Yanga wanaingia katika mchezo huo wakiwa kama ni favorite zaidi kubuko wao katika michezo yake mitano ya ya mwisho mpaka hivi sasa, rekodi zao zinaonyesha wameshinda michezo minne wakienda sare mchezo mmoja tu. Mchezo wa wa mwisho katika mchezo ya kimashindano walifunga Simba mabao mawili kwa sifuri koamezuzwa na Clement Mzize katika msimu uliomalizika kama tunakumbuka vizuri, lakini pia bila kusahau baada ya hapo wakaifunga Bunguela katika mchezo wa kimashindano, wakaifunga pamba mabao matatu kwa sifuri, bao ya Lasini kauma, Maxi Nzengeli, pamoja na Mudathir Yahya Abbas, lakini pia baada ya hapo wakaifunga tena

atiwa na Singida Black Stars na pia anacheza michezo miwili, akiwa na a sita. JKT Tanzania nafasi ya tatu akiwa mcheza michezo mitatu akiwa na tano. Yanga nafasi ya nne akiwa ameshacheza michezo yake miwili na akiwa na alama zake nne, nyuma Azam FC ambaye pia amecheza mchezo miwili na alama zake minne. Na maoni gani kuleka katika penagwa siku hii ya leo tuioesha kwamba pitna matokeo yote yatakayoendelea katika mtanange wa siku hii ya leo, kama namwaka wa kwanza kwa hutana kwa basi, usisahau kusubscribe like, share pamoja na kucomment hapa hapa Hashim Online TV, tajaribu kupa matukio na matukio yote ya ambayo yataendelea katika mtanange huu wa siku hii ya leo. Asante kwa kuendelea kufuatilia Hashim Online TV.